Hello wana KHP, na tumai mko salama na mimi niko salama, na leo ni siku nyingine poa sana ambao nataka kuwazungumzia, uh, kidogo kuhusu Rural Community Immigration Pilot. Uh, Rural, Rural Community Immigration Pilot ni moja kati ya pilot ambazo zinasaidia sana ama pakubwa sana kwa watu kuweza kuingia Canada siku hizi, na nadhani nimekuwa nikizungumzia mambo mawili sana sana, sahihi. Uh, naweza nikasema matatu. Kitu cha kwanza ama jambo la kwanza, wakati huu ni msimu wa mashambani, kuna zile seasonal jobs ambazo zinaendelea na ambazo ziko na mlango mkubwa wa kuweza kurahisisha wengi kuingia Canada wakati huu, na jambo la pili ni hizo rural communities Canada ilianzisha mpango wa kuweza kurahisisha maeneo mbalimbali mbali ambao haina watu wengi kuweza kusaidia. Yaani, Canada iko na areas ama maeneo mbalimbali mbali ambao ziko na watu wengi. Unapata tuseme kwa mfano kama Toronto, watu ni wengi sana. Ukienda Vancouver, watu ni wengi sana. Ukienda uh, kama Ottawa, watu ni wengi sana na kuna ma province na pia kuna hizo ma town ndogo ndogo ambazo naweza nikaita town ndogo ndogo ama zile ma rural communities, hizo maeneo ambao sio tauni kubwa, sio mahali ambapo inajulikana sana, unapata kuna kuwa na uhaba wa watu. So Canada ilianzisha mpango ya kuweza kutafuta watu kutoka maeneo mbalimbali mbali, ama kutoka nje ya Canada kwa ajili ya kuja kujaza hizo maeneo sababu, imekuwa kibarua kigumu sana kwao kuweza kuconvince wale ambao wanaishi ndani ya hizo tauni kubwa kubwa kuweza kutoka sehemu ambao wanaishi kusudi wakuje kuishi hizi sehemu ambazo zinaonekana kama ni za nyuma kidogo, ama rural communities. Pole kwa kuwa nimeweza kuanza na kuendelea <laughs> bila uh, kuchukua muda kidogo ya kuweza kuwakaribisha rasmi kwenye KHP Canada na kama wewe ni mpya, kumbuka kusubscribe. Mimi ni wako King Prayer, na ikiwa wewe we ni moja kati ya wale ambao wana ndoto ya kuja Canada na wanafikiri kuja kufanya kazi Canada, basi utakuwa uko mahali pazuri. Ndio maana tarudia tena, kama wewe ni mpya, kumbuka kufinya eh, subscribe button yako hapo na utani notification bell yako on kusudi uwe kati ya wale ambao huwa watakuwa w wale ambao huwa wanapata notification ama uwe unapata notification wakati wowote ambao tuko live, ama tuna upload video mpya, na kila uh, Saturday, Jumamosi. Mara nyingi hiyo Jumamosi huwa inanipotea. Kila Saturday ama Jumamosi huwa tunakuwa live masaa ya saa mbili ikiwa ni mida ya East Africa uh, kwa ajili ya kuweza kuongelea fursa ambao zinaweza zikawa zimejitokeza, kujibu baadhi ya maswali kwa wale ambao wanaweza wakawa na maswali kuhusu kuja ndani ya nchi hili ambalo ni Canada, na pia kuweza kuongozana kwa vile ambavyo tunaweza tuko na kikundi pia ambao ni kwa ikiwa unaweza taka kujiunga na kikundi hiki, karibu link iko kwenye description ya video hii. Ukibonyeza moja kwa moja, utaweza kuingia kwenye kikundi. So leo nataka kuzungumzia uh, fursa hii ambao najua wengi wameizungumza, ambao ni ya Salt St Mary Sijui so, kama nimeisoma vizuri, lakini kwenye skrini yako kasawa vile unaiona inaitwa Salt St Mary. Salt St Mary, Salt St Mary ni moja kati ya rural community hapa Canada, na licha ya mimi kufanya video hii, najua nimeshawahi kufanya video hii tena, kama nitakumbuka vizuri nadhani video hii inaweza ikawa kwenye chaneli yetu. Kuna wakati ambao nilizungumzia fursa hii ya kwamba watu waende kuapply, na ni mlango mkubwa sana ambao unarahisisha wengi kuja Canada. Nimezungumzia kuhusu Saskatchewan kwa wale ambao no, New Brunswick, nilizungumzia pia New Brunswick kwa wale ambao wamekuwa na sisi kwa muda, nadhani watakumbuka hayo. So sababu ya mimi kuja kurudi tena kugusia hili ni nini? Video hii ni moja kati ya video ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii. Ukirudi hapo, uh, kwenye YouTube kuna video nyingi sana ambao siwezi nikataka kucha, kutaja channel za watu ama titles ambazo wanapitia ambazo wanaandika lakini ziko tu nyingi hapo YouTube na Unajua, chaneli yetu ni chaneli ambao ni ya ukweli na hakuna wakati ambao tunapenda kutumia uongo ama kudanganya watu ama kukuharibia muda wako, sababu tunajua ya kwamba una haja ya kuja Canada na haja yangu wasiwa mimi ni kukupea njia ambao itakao kufanyikisha wewe kuweza kuingia Canada na kuna wengi sana ambao wanafanya video hii kuchelewa. Wakati fursa hili ilitokea, nilifanya video hii na sijui kama kuna wale ambao walijaribu, sina uhakika lakini, wakati fursa hii ilijitokeza, niliweza kuizungumzia na nikaiweke kwenye channel hii. Sababu kubwa ni gani? Unajua, kama vile huwa wanazidi kusema kila leo ikiwa wewe ni mgonjwa huwa unapewa suggestion aina mbalimbali mbali sana ya dawa, na wakati mwingine ndani ya hizo dawa unaweza ukakutana na ile ambayo ni sumu, na ukanywa pia, sababu ulikuwa unategemea kupona. Na ndio maana kuliko kupona unaweza ukafa, ama unaweza ukaathirika tena zaidi. Na mimi huwa sifurahii kuona mtu anatumia muda wake kwenye mtandao wa kijamii akiwa anapoteza mda, akiwa anapoteza pia pesa, sababu hapo ni bundles utakuwa unatumia, ama ni wifi utakuwa unalipia. Nimefanya video hii sababu wengi wameifanya na wengi wameongelea jambo hili, na unapata video nyingi ambazo zinawekwa ziko na siku mbili, zingine ziko na siku tatu, zingine ziko na wiki moja, ijapokuwa eh, nafasi ya hii rural community, acha tuweze kuisoma pamoja na wewe ndio uweze kuelewa kile ambacho ninakimaanisha. Acha tuweze kusoma aina haja niweze kuipitia yote, lakini nitasoma tu hiyo sekta muhimu sana. Yes, hiyo rural community immigration pilot ni moja ambayo ilikuwa Ha, ilikuwepo na ilikuwa inasaidia sana kwa wengi kuweza kuingia kama vile anasema the rural community migration pilot offers a pathway to permanent resident pr to skilled worker who want to work and settle in our rural community on january 31st 2025 the city announced its selection

the local workers by providing businesses with the greater capacity to recruit and to retain skilled talent na okay, priority sectors health. Na unapata wengi wanasoma hizi zote ambazo nazisoma hapa. Yes, zile sekta ambao walikuwa wanahitaji watu ilikuwa kama health, sekta ya health, education law and and uh, social community and government services, sales and service, manufacturing and utilities. So kikubwa hapa ni hii ofa, ndiyo ilitolewa toka Januari mwaka huu, na mimi nimeongelea video hii, nadhani anaweza kawa mwezi wa pili kama sio mwezi wa tatu, lakini update za sasa hii ni update ya mwezi huu ambao ni May 8 2025, na ilitolewa na saa nane na nusu ya mchana. Wanasema, we have reached our our cap for dinner in restaurant and we will not be able to designate any request submitted after May 8 2025 nadhani utakuwa umeelewa kile ambacho ki nilikuwa na maanisha. Nasema, employers who have either employed or are hiring a temporary foreigner worker from the 2025 priority NOC list and are uh, an employer under the five priority sectors can participate in the pilot. Ok, hii ilikuwa njia ambayo ilikuwa na mimi niliweza kuiongelea na nikafanya video nikaonyesha watu kila kitu, nikawapea ad link hii. Lakini toka mwezi huu tarehe wa nane, hii nafasi iliweza kufungwa. Kwa hiyo kama ulibahatika ku-apply mbele ya muda huo, basi bahati yako, unaweza ukafanyikiwa. Na kama ushafanyikiwa basi hiyo ndio furaha yangu, lakini wakati unaona video kwenye YouTube na ikiwa imekuja hizi muda sababu mimi nimeona karibu nne ambazo wanazungumzia nafasi hii saa hii, ijapokuwa hiyo nafasi imeshaisha, na mimi sitaki wewe utumie muda wako ama upoteze muda wako ukingang'ana kusema ya kwamba unajaribu kuapply chini ya program hii ama chini ya mpango huu, ujisumbue na kujiumiza kichwa ukitaka kujua kuhusu eh, fursa hii ijapokuwa hiyo nafasi tayari imeshaisha. Ndio maana ukikutana na video ambayo inazungumzia salt, uh, st mary kwa sasa, wengi wameiona kuchelewa, na wale wote ambao wanaifanya sahihi wameifanya kuchelewa. Kwa hiyo kama pia umekutana na video hii ama video kama hii kwa muda kama na huu, mimi nakushauri ya kwamba usiapply, sababu wakati umeshaisha. Tuko na wiki karibu mbili toka nafasi hii iweze kuisha. Mimi huwa naendelea kufanya utafiti na nitakuja na links ama, uh, njia zile za ukweli ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuingia Canada. Ukikutana na nyingine kama hii ambayo inazungumzia kitu hii ama hii salt Saint Mary jua ya kwamba hiyo nafasi imeshaisha na ndio maana huwa anazidi kusema ya kwamba unapokutana na habari hapa eh, mtandaoni haijalishi ni mimi nimekupea ama ni nani amekupea lakini mbele ya wewe kuweza kutumia muda wako kwa ajili ya kuweza eh, kujituma hapo ndani ni vizuri uweze kulichunguza na uelewe ya kwamba liko sahihi ama halipo sahihi na ukiona ya kwamba haujaridhia kuweza uh, kuapply chini ya programu yoyote ile ambayo utaletewa hapa online, basi usipoteze muda wako. So hii mimi nimekuja kufanya tu kwa ajili ya kukuokolea muda, usitumie muda mwingi sana kujaribu kuapply chini ya hii uh, Salt St Mary, sababu nafasi iliisha toka tarehe nane. Kama ulijaribu hapo awale ni vizuri, lakini ukiwa umepatana na baadhi ya video ambazo zinazunguka mtandaoni kwa sasa wakizungumzia mpango huu, basi usitumie muda wako bure, na nazidi kuahidi ya kwamba nitaendelea kutafuta na kushughulika ili nipate njia zile ambazo zinaweza zikasaidia kusudi watu waweze kujaribu. Haya ndio ujumbe tu ambao nilikuwa nakuletea siku ya leo. Na ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe na uendelee kujiunga nasi kila mara tunapokuwa live. Na notification mbele yako ikiwa on, najua utakuwa ukipata update ama ukipata notification wakati wote tunaachilia video mpya. Endelea kufuatilia KHP Canada na uwe na wakati mzuri. Thank you